ni mzalia wa wilaya ya Mleba. Ninaishi Mleba hapa. Okay. Naishi na nani wewe? Hapa naishi na mdogo wangu yeah na mwanangu pia. Ni mwanao ana umri wa miaka mingapi? miaka kumi na nne, ni wa kike. Anaitwa nani? Anaitwa Jacqueline. Jacqueline. Mm. Okay. Vipi kuhusu wazazi wako? Wazazi wangu, yupo baba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 sasa tumekutafuta tulikuwa tukiongea muda mrefu sana, ndio kwa nitapanga siku nije kukutembelea huku Bukoba Muleba, na leo ndo tumekutana. Karibu sana kabisa. Kitu gani ambacho kimenifanya mimi nikutafute, kitu ambacho kimenifanya mimi nikutafute, unakifahamu? Ni juu ya muonekano wako, wewe unavyoishi, na umekubaliana na hiyo hali. Unaweza ukalizungumzia kidogo kwa ufupi kidogo kuhusu muonekano wako, wewe unaochukuliaje kama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 Nilikuwa na miaka kumi na tisa. Kuna, kuna, ulikuwa ni mwanafunzi wa katika e, nilikuwa form two. O, form two. Ilikuwa aje, mara ya kwanza unaona sasa msichana, lakini unatoka na ndevu, ulichukuliaje lile swali? Zilitoka ndevu kama mbili hmm. au tatu hmm. zikaanzia shingoni hmm. baadaye zikawa zinapotea, zinapotea, zinarudi, zinapotea, zinarudi, zinapotea, zinarudi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 ulikuwa na ndevu kama kawaida kama hivyo ulizokuwa nazo sasa hivi? Eh, nilikuwa nazo lakini nilikuwa na nyoa mara kwa mara. Ni kwa nini ulikuwa unatoa sasa wakati huo? <inaudible> kwa sababu nilikuwa na mwenzangu eh, kwa ndio ikao pendi kukaa na ndevu, ndio kukaa na ndevu wote watu wawili, kachukulia ni kitu ambacho sio cha kawaida eh. Kwenye familia yenu nyie, kuna mtu yote ambaye ana muonekano kama kwako?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 Kuna mafuta napaka, naweza nikumaliza muda kama sasa hivi nina muda nimeenda saloni. Mtoto wangu kwa kweli. Alianza anashangaa mwanzoni, lakini sasa hivi amenizoea so, yeah. E, ila anapata changamoto huko shuleni wala wanafunzi wenzake wanamsema eti mama yako ana ndevu hmm. <laughs> Kwa hiyo su wanachukuliaje? Make huwa anafika hatua ananiambia uje shuleni wakuone, eti wamekumisi watoto. Yuko bodi eh. <laughs> <laughs> <laughs> Na mume wako at the first time, anakufata, kwa mara ya kwanza kati anakufuata, hajakuambia chochote juu ya ndevu zako? Hapana, kuniambia chochote hmm. Mm, zilikuwa ni chache na, mm, na kuchukulia kuwa ni kitu kikubwa sana hapana, sasa. Sasa kwa sasa hivi umeziachia zina zinaota hivyo zenyewe kama zenyewe ndio bila kukata, kama kipindi cha nyuma ulivyokuwa unafanya, watu wanaongelea vipi kuhusu hilo swala mtaani? <sighs> Mtaani watu wanaongea mambo mengi mm. Wengine wanahisi mimi nina jinsia mbili mm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 Kuna, kuna mtu yote ambaye baada ya kuachana na mume wako, kuna watu wote ambao walisha kukufuata labda kutaka kukuoa, kutaka kuwa na wewe. Wakutaka kunioa mna, labda na wakuwa nao kwenye mahusiano eh e, lakini ndo hivyo sasa, hivyo tumetengana, changamoto tu za maisha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 ambacho unapenda utushirikishe, tunaomba utuambie. Na watu hawajajua saa, unafanya biashara gani? Biashara yangu ni ya, ya kuuza nguo za kina ah. mama na watoto. okay. Okay. Basi sawa. Mtoto ni lini tunaweza tukamwona mtoto wako? Mtoto yupo shule, labda akifunga mwezi wa nne. okay. Dada Elis abe, kuna haja ya wewe kubadili mwonekano wako labda? Hapana.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 Twende tuliweza kupata nafasi ya kuongea na kinyozi wake, na hivi ndivyo anavyosema. Naitwa Jackson Ismoni Damian, Kazi wa mbeba mreba muda mrefu takriban kama miaka saba hivi, na namnyoa na mi <tipi> ndo kinyozi wake. Jamaa jamaando namweka mjini, mpaka muonekano huu ni mimi Hili swala ofkozi sio la kawaida, ni maumbile tu ambayo Mwenyezi Mungu kampa, na ndio maana wengi wanamshangaa kwanza, kwa sababu sio la kawaida mwanamke kuwa na ndevu kiasi hiki.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 ka amekuja saloni kwangu kwao, nikapata nafasi ya kumwangalia vizuri na kumfahamu zaidi. Ila siku ya kwanza kweli nilimshangaa. um, kwa kwa kwa uh, siku ya kwanza sikuweza kumuuliza maswali yoyote kwa sababu kwanza sikuwa na ukaribu na, ma... na yeye kwao, ingekuwa ni ngumu sana kumuuliza maswali yanayohusiana na muonekano wake. Ila baada ya kuzoeana nikaa anamtania nkanamuuliza hivi, una mume? Akaniambia e, namme sema wako hivi, haogopi hizi ndevu? Ungekuwa we ni mke wangu, mimi ningekwambia kuambia uzinyoe eh? Yeah. Basi tuka tunataniana hivyo tunaishi mpaka leo kama hivo. Hapana, uh, ndo wa kwanza yeah, kumuona sehemu, ah, labda kwenye TV ah, labda kwenye TV au kwenye simu. Mara nyingi naona kama wanawake wa Kihindi ndo baadhi wana ndevu nyingi kama huyu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 sijaongea naye wala kumuuliza. Ah, ah, eh, eh, ni wapo lakini sio wengi. Wapo lakini hawana ndevu kama za kwake huyo. N, na hapa Bukoba alikuwepo mwanadada wa Kagoma hapo mmoja, binti wa marehemu Saidi Sefu, alikuaga na ndevu lakini za kawaida. Sorry. Eh, kuna neno gani la kuambia watu ambao wana mwonekano kama mama hapa lakini wanajificha, hawajikubali? Kwa namna mimi nawaambia wasijifiche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 Au hivi. Sisi wengine tumekuzoea ukiwa mdogo au uko hivi. Umetoa wapi ndevu? Majali. Namshangaa sana huyo mama. Wewe. Well, yaani huyo mwanamke hakuwa na ndevu. Hivi. Hakuwa na wapi? Wapi? Mungu akubariki wa sana na ulicho nako. Fuga hata ifike huko nini sana. Unyama mwingie. Au si. One love. Laugh. Sasa <laughs> ndo mambo yetu haya. Ameaso sana kuona